Mara ya mwisho kwa Young Africans kucheza katika dimba la Azam Complex Chamazi walifungua goli tatu kwa moja na Tabora United. Imepita miezi mitano Young Africans wakiwa hawajakanyaga katika dimba la Azam Complex. Leo hii walikuwa wamekaribishwa na wenyeji wa dimba hilo, yani Azam FC, mechi ambayo ilikuwa inatazamiwa kuwa na ushindani mkubwa kwa sababu ni mechi ambayo kama Young Africans ingepoteza alama yoyote basi ingekuwa na wakati mgumu katika mbio za kugombania ubingwa, lakini mpaka mwisho wa mechi hiyo Young Africans walifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja. Magoli ya Young Africans yalifungwa na Pakome Zuazua Zua pamoja na Prince Dube, wakati gola la Azam FC lilifungwa na captain wao Lusajo Mwaikenda, asisti ya Faisal Salm Faitoto. Katika mechi hiyo tumeshuhudia wachezaji watatu muhimu wa klabu zote mbili yani, Young Africans pamoja na Azam ambao wameongeza takwimu binafsi katika uh, ligi kuu ya NBC Premier League. Pakome, zuazua zua, ameongeza goli lake la tisa na msimu huu amefanikiwa kufunga magoli tisa na kutoa asisti nane, kwa hiyo amehusika katika magoli kumi na saba. Wakati Prince Dube amefanikiwa kufunga goli lake la kumi na mbili na alitoa asisti katika mchezo huo wa asisti ambayo ilizaa goli la Pakome, na asisti hii imemsababisha afikishe asisti nane, kwa hiyo amehusika katika magoli ishirini msimu huu wakati Faisal ambaye alitoa asisti ya goli la Rusajo mwa ikenda asisti 13 na msimu amefanikiwa kufunga magoli manne, kwa hiyo amehusika katika magoli 17 kiujumla. Kwa matokeo hayo, Young Africans wako katika nafasi ya kwanza wakiwa wamecheza mechi 25 wakiwa na points 67, wakati Simba wakiwa wamecheza mechi 22 wana points 57. Kwa hiyo wamezidiwa